Na waliokamatwa ni Yao Likong na Wang Wex ambao ni wakazi wa Oysterbay Phoenix Apartments zilizopo Kinondoni hapa Dar es Salaam. Walikamatwa wakiwa saba, na fedha taslimu kiasi cha dola za Kimarekani laki saba na elfu saba na sabini tano sawa na shilingi bilioni moja laki saba milioni 32 laki tatu thelathini na tatu mia saba hamsini pamoja na shilingi nyingine za Kitanzania milioni mia mbili themanini na moja laki nne na nusu, zikiwa ndani ya gari katika mifuko ya sandarusi ambazo jumla yake sasa ni bilioni mbili na milioni kumi na tatu. Fedha hizo zinashukiwa ni madharia ya fedha zilizotakatishwa kupitia taarifa za kadi za benki zilizoibiwa kutoka kwa watu mbalimbali nje ya nchi. Watuhumiwa hao wameshindwa kuthibitisha uhalali wa upatikanaji wake, kwani hawana kampuni au biashara halali zinazowapatia kiasi tajwa na hawana uthibitisho au, au stakabazi zinazoonyesha namna walivyonunua kiasi cha dola ambazo walikutwa nazo. Pia naomba niwajulishe kwamba uh, ukamataji uliofanyika ulishuhudiwa ulio na mwenyekiti wa serikali ya mtaa Oysterbay iliyopo kata ya Msasani wilaya ya Kinondoni, ambaye alithibitisha kuwa watuhumiwa hao walikamatwa wakiwa na kiasi taji. Ileweke kwamba maafisa ndiyo muita, wa TAKUKURU ndio waliomwita mwenyekiti wa mtaa huo ili ashuhudie tukio hilo, kwa mujibu wa sheria na taratibu za ushahidi wa upekuzi, kwamba taarifa aliyoitoa huko mtaani sio rasmi na haijatolewa na TAKUKURU na wala hakuelekeza na TAKUKURU kufanya hivi. Ndugu waandishi wa habari, katika hatua nyingine, kwa maana ya kwamba sambamba na tuhuma ya taarifa za kadi ya benki ambazo anakabiliwa nazo mtuhumiwa mmoja katika wale wawili waliokamatwa aitwaye Yaoling alikuwa akitafutwa na TAKUKURU kwa tuhuma za ufunguaji wa makampuni hewa matano yanayochunguzwa kwa makosa ya ukuepaji kodi na utakatishaji fedha, ambazo jumla ya shilingi trilioni moja nukta nane ambazo zinadewa hazijatozwa kodi na mamlaka ya mapato Tanzania kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2025. Wale watuhumiwa waliokamatwa watafikishwa mahakamani hivi punde, ndugu waandishi wa habari. TAKUKURU inatoa tahadhari kwa Watanzania wenye tamaa ya kutaka kutajirika kwa haraka kwa njia zisizo sahihi, kuacha mara moja kusajili makampuni hewa wao wenyewe au kwa kushirikiana na raia wa kigeni kwa lengo la kuzitumia kampuni hizo kupitia kadi ambazo zimeibiwa kwa lengo la kujipatia kipato ambacho sio halali. Tunatoa rai kwa wananchi wote kuendelea kujiepusha na vitendo vya rushwa na kushiriki kikamilifu katika kuzuia vitendo hivyo katika maeneo yao. Vile vile tunawasihi kuendelea kutoa ushirikiano kwenye uchunguzi na kushiriki kutoa ushahidi mahakamani pale inapohitajika, kwani kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu. Wote kwa pamoja tutimize wajibu wetu. nashukuru kwa unisikiliza kwa taarifa hiyo ya umma. Baada ya fedha kuingia katika kampuni hizo, huzitoa kama taslimu na kugawana kwa makubaliano ya asilimia fulani. Ndugu waandishi wa habari, wa kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU ninatumia fursa hii kuwajulisha umma kwamba hadi sasa watuhumiwa zaidi ya 137 wamekamatwa wamepekuliwa na kuhojiwa katika mikoa mbalimbali ikiwemo Arusha, Kilimanjaro, Mwanza, Dar es Salaam na hata kule visiwa vya Zanzibar. Uchunguzi wetu umebaini, ambao ni wa awali, umebaini kuwa zaidi ya bilioni 18 zimetakatishwa kwa utaratibu huo kwa kipindi cha miaka minne kuanzia mwaka 2022 hadi sasa, hadi mwaka 2025 na katika hiyo tayari mashauri matatu yameshafunguliwa ya katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, kwa makosa ya ukwepaji kodi, utakatishaji fedha na uhujumu uchumi zenye namba ECC 21633 ya mwaka 2025, ya pili ECC 29 ya ya mwaka 2025, na 2025 ambapo kati yao waliofunguliwa mashtaka ni pamoja na raia wa China wapatao saba wa Bulgaria wapatae mmoja na Mtanzania apatae mmoja kwamba hatua mbalimbali mbali za kisheria zinaendelea kufanyika kwa watuhumiwa wengine, ikiwa ni pamoja na kuwataka kurejesha fedha zilizoibwa kutoka kwenye akaunti zakadi husika na hadi sasa tayari zaidi ya bilioni moja zimesha jeshwa, na kiasi kingine zaidi ya bilioni tatu kimezuiliwa kwenye zile akaunti za watumiwa kusubilia kukamilika kwa uchunguzi huo. Ndugu wanahabari, naomba iweke kuwa uchunguzi huu bado haujakamilika na kilichotokea au kilichofanyika Januari tano 5 mwaka huu 2026 h ni kwamba timu ya uchunguzi ilifanya operation ya kuwatafuta watuhumiwa wengine na kufanikiwa kuwakamata raia wawili wa China waliokuwa wakitafutwa kwa muda fulani, kuru mkoa wa Kinondoni, kwamba TAKUKURU yakamata raia wa China wakiwa na fedha haramu zaidi ya shilingi milioni mbili. Ndugu waandishi wa habari taarifa inayowasilisha kwenu inahusu matokeo ya operation maalum inayoendeshwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU hapa jijini Dar es Salaam, katika mkoa wa TAKUKURU na mkoa wa Ilala. TAKUKURU kwa kushirikiana na vyombo vingine vya uchunguzi, benki kuu, mabenki mbalimbali na mamlaka ya mapato Tanzania, kwa kipindi cha takribani miezi saba tangu mwezi Mei 2025, ilikuwa katika operation maalum ya uchunguzi dhidi ya uhalifu unaohusisha matumizi ya taarifa za benki zilizoibiwa ambazo tunaziita au zinajulikana kama stolen card details kujipatia fedha haramu. Watuhumiwa ni wananchi wa mataifa mbalimbali wakiwemo wa China na wa Tanzania. Imebainika kuwa walioibiwa taarifa wa za kadi hizo za kibenki ni raia wa mataifa mbalimbali nje ya Tanzania ambapo fedha zao hutolewa kwenye akaunti zao binafsi na baadaye kuonekana kwamba Fedha hizo zimetumika kwa njia ya kadi kulipia huduma mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania ili hali watu hao hawajawahi kupatiwa huduma Tanzania kwa kipindi husika. Taarifa zilizopo zinaonyesha kwamba walioibiwa fedha walioibiwa taarifa za kadi za kibenki ni kutoka kwenye mataifa yapatayo 11 ambayo ni USA, Canada, Colombia, Argentina, Japani, Uruguay, Denmark, Netherlands, New Zealand, Australia na China. Ndugu waandishi wa habari, uchunguzi wetu umebaini kwamba wahalifu wanatumia njia za malipo ambazo ni POS machine, payment links, au e-commerce, pamoja na control number za malipo mbalimbali kupata au kununua huduma za utalii, afya, malazi, usafiri wa anga pamoja na kodi za nchi yetu. Imebainika pia kuwa watumiwa wanaohusishwa na tumaizi wa uwizi wa taarifa za kadi wanatokea nchi za Cameroon, Nigeria, Pakistan, Bulgaria, Macedonia, Poland, Romania na China na kwamba wakati wa utoaji wa fedha hizo ambazo zimeshaibwa hushirikisha baadhi ya raia wa Tanzania kupitia akaunti zao katika benki mbalimbali. Hili ni genge la uhalifu la kutakatisha fedha, ukwepaji kodi na uhujumu uchumi. Kwamba uchunguzi wetu umebaini wahalifu hao hupitishia fedha hizo kutoka kwenye kadi kwenda kwenye akaunti za makampuni binafsi ya wa wafanyabiashara, wengi wao wakiwa wadogo, vijana ambao ni vijana wa Kitanzania wanaopata huduma za kibenki katika mabenki mbalimbali hapa Tanzania.